Kila mtu ana kazi yake, kila mtu ana kipaji chake, kila mtu ana akili yake, kila mtu ana ujinga wake, kila mtu ana mapenzi yake, na kila mtu ana mtizamo wake, kama horotheng na Profesa J. Umenipata mzee mwenzangu eh? Safi, watoto hawezi wakaelewa. Na huu ndio mtizamo wangu, kwamba bobea upande wako. Ndio maana unaambiwa kama we ni mtu wa shetani mtafute kwa sana kama ni mtu wa Mungu mtafute kwa sana ili siku ya mwisho ikifika utambulike, usichezwe kama mpira, anapiga aua anapiga mpanzu, mara simba mweusi goal, kumbe diara kadaka Hi? Sasa wewe mpira unasema asante goalkeeper, umenipumzisha kama maaskari, japo hujaniua, mara anakurudisha uwanjani waendelee ukucheza, sijui unaolewa. Wazaramo ndio watakaoelewa kama ni ukuchezea, wasinge kuweka kati, unakuwa pembeni, kama mfano ya mtanange, hmm? na yeye aliwafanya watu wapoteze kazi zao, lakini hata ungekuwa ni wewe, pombe usingewaacha <laughs> sikia kisa. uh -huh. eti papai lina korona uh -huh. mbuzi ina korona uh -huh. nguo ulizozivaa zina korona, ila wewe ndo hauna korona <laughs> Kila mtu abobee wa upande wake. Sasa wewe ni mtu wa mpira na unakula mshahara mzuri kwenye mpira, inafika siku ya mechi, wanakodiwa wachezaji kutoka timu nyingine. Ina maana wewe mshahara unakula wa bure. Ndio maana pombe iliwapunguza walevi, wasiitegemee kwenye kuwatengenezea confidence. Kesho nayo siku hatari, na sijui mwenye kosa nani, mpanga kikosi yani kocha au wachezaji ndio hawana kiwango na kwa nini awang'ang'anie waendelee kula mshahara wakati viwango havirizishi hmm? Mi kuna siku nilimuuliza mchezaji, kwa nini mechi za fainali hamchezi nyinyi? Akasema kocha anahofia kufukuzwa tukifungwa, ndio maana wachezaji wanatoka nje. Ina maana nyinyi ni wachezaji wa ndondo kama maharage yaani, mmezuia goli zenu bila kufungwa toka robo mpaka nusu fainali, ndio mshindwe. Yaani analazimisha kuchukua kombe yote aendelee kuwa kocha. wachezaji msipoicheza fainali tunawapunguzia mshahara na vipi, akishachukua kombe mtaendelea kumheshimu kama kocha wenu? Akasema 29 ukitoa mbili haibaki 27 inabaki 9 Mwaka mzima siku za historia zilikuwa ni mbili. 2025, goodbye. Haya, mimi napita jamani, mimi napita.